pa msimamo wa ligi kuu ya soka ya FKF baada ya kujipatia ushindi wa mabao matatu kwa moja dhidi ya Murang'a SEAL katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. Mohammed Bajaber alifunga mabao mawili katika dakika ya 16 na sabini na kuboresha matumaini ya polisi ya kunyakua taji ya mwaka huu. David Irishura alifunga bao la pili katika dakika ya 38. Na kwenye mechi nyingine zilizochezwa hileo mabingwa tetezi Gormaya walishinda Bandari FC mabao mawili kwa nunge, ila hali Kakamega Homeboys zikatoka sare bila kufungana na Atlanta FC. KCB Nairobi ilishinda Ulinzi Stars mabao mawili kwa moja na Kariobangi Sharks ikajipatia ushindi wa mabao tatu kwa moja dhidi ya Mathari United. Kufuatia ushindi huo, Kenya Police sasa inaongoza msimamo kwa alama 45 alama moja mbele ya Taska FC inayoshikilia nafasi ya pili. Gor Mahia ni ya tatu kwa alama 44. Mechi mbili zimeratibiwa kuchezwa hapo kesho. Mara Sugar itacheza na Bidco United katika uwanja wa Green Stadium hawendo, ilhali FC Leopards itavalishana na Shabana FC katika uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. Alibajaber bado upo jaza ndani, Mohamed Alibajaber star boy Bajaber tena ufm kweli kweli, afasilwana wanatangulia hapa Kogalo, Gor Mahia. <laughs> mfumo tu umeumia Goli linayotofautisha skobo lile lile lilofungwa kipindi cha kwanza dakika kumi na tano, naye Alfa Unyango. Mpaka sasa hakuna lingine. Sharif Musa sasa jaribu kuinyanyua nafasi leo